Lazima tusome kwanza hii Isaya hamsini na tatu mstari wa tatu na kuendelea. Naomba unisikiliza sasa, ninaposema maneno ya ukweli na hakika ambavyo yameandikwa: alizalauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alizalauliwa, wala hatukumhesabia kuwa kitu. Mstari wa nne hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika uzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Mstari wa tano: bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, naye alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake Tanzania imepona, Shinyanga imepona, familia yako imepona. Ndivyo maandiko alivyosema ya kwamba na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Lakini mstari wa nne na upenda sana unaposema hakika ameyachukua masikitiko yetu surely, hakika ameyachukua masikitiko yetu. Hebu sema amini na ubarikiwe. No sana neno hakika is more than truth. Ni zaidi ya ukweli. Hakika ameyachukua masikitiko yetu na yetu linamaanisha watu wengi, not a, a single person, sio mtu mmoja, ni watu wengi anaposema hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimzania. Ya kuwa Bwana Yesu asifiwe sana. Niombe sasa, twende pamoja na utaenda kuelewa kwa jina la Yesu. Neno la kwanza la msingi sasa la kuelewa linasema ya kwamba mbadala. Nini maana ya neno mbadala? What the meaning of replacement? maana ya neno badala ni nini? tunaposema mbadala tunamaanisha nini? Mbadala kwa maana ya kawaida kabisa, ambayo tunayokuwa tunaijua na sisi, ni kizibio juu ya jambo fulani, ni kizibio juu ya jambo fulani. Kuna siri za maana hapa, nimejaribu kuzielezea. Ni kizibio juu ya jambo fulani, ndiyo maana ya neno mbadala, yaani kitu ambacho kinakuja kuziba kwenye kitu ambacho kilikuwa kiko na ombwe. Hakuna sehemu ambapo, ambapo palikuwa pamejiziba. Basi mbadala manake ni kitu kinachokuja kuziba lile gap, na kama hicho kizibio hakijaja hilo gap litaendelea kuwepo muda hadi muda, au watu wakasema kwa maneno mbadala, linaweza likamaanisha di ni niaba ya, on behalf of somebody, niaba ya sasa naomba nisikilize kwa makini sana. Na tunaposema niaba ya, maana yake ni kwamba, mfano alialikwa mkuu wa nchi kwenda sehemu fulani kwa ajili ya kikao au mwaliko wowote ule, basi hajafanikiwa kwenda, anatuma mbadala au anatuma mtu wa kwenda kwa niaba yake. Kwa hiyo neno mbadala can be also known ni niaba ya yaani kwa, kwa mbadala wa mtu fulani. Kwa hiyo kwa sababu huyu aliyetakiwa aende ameshindwa, na kama ameshindwa, basi hakuwezi kukashindikana hata watu wakakosekana wengine, lazima awepo mtu wa niaba madamu jina lake liendelee kuonekana limekuwa covered, yaani kuna mtu amekuja akaziba ule uwazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anaposema kwamba mbadala maana yake ni kwamba linamaanisha kuwa aliyekuwepo au kitu kilichokuwepo kilishindwa kukava ile nafasi, au kilishindwa kutumika kama kizibo. Kwa hiyo ukisikia niaba ya au mbadala wa, maana yake ni kwamba yule mtu halisia au kile kitu halisia kilishindwa chenyewe kukaa kwenye ile nafasi, kilishindwa kuwepo kwenye ile nafasi. Manake lazima atokeleze mwingine wa kusimama kwa niaba ya. Na siku zote ukisikia niaba ya, aliyetakiwa aende, isa ametingwa sana na majukumu au eisa anaumwa au isa amepata changamoto ambayo ikamfanya atafute niaba ya kwa ajili ya kwenda kuripresi jina lake au nafasi yake, ili isije ikaonekana his position has not been covered, nafasi yake haijazibwa isiji kaonekana vile. Bwana Yesu asifie sana, ebu nyosha mkono na mbinguni wakufurahia sana kama tuko pamoja, amena. Malaika wako pamoja nasi mahali hapa na jina la Yesu Kristo liko pamoja mahali hapa, na nguvu za uchawi wa kila namna hautatushinda wala mamlaka na tawala zenye watawala wote hawatatushinda kwa jina la Yesu wa Nazareti. Halia haya Naomba nielewe sana. Kwenye kichwa chetu nimekuambia kuna maneno makuu yafatao, neno la kwanza nikasema ni mbadala. Nikaanza ni kwa kuambia, tunaposema mbadala, maanake ni kizibo kinachoenda kuziba nafasi fulani, au tukasema kwamba mbadala manake ni niaba ya niaba ya yule aliyetakiwa awepo pale, akashindwa, akatafuta mtu au akatokelezea mwingine ambayo hata hajaambiwa akaenda akaziba ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu apewe sifa. Nakumbuka nikiwa chuoni mwaka mmoja nikiwa mwaka wa tatu, nilikuwa nasoma kozi moja. Sasa ile kozi, mwenzetu alifanya kosa, na akifanya kosa mtu mmoja maana yake wote mnakuwa kwenye trabu, kwenye changamoto kwa hiyo mkufunzi kwa maana ya lektara akatuita wanagrupu wote, kwa maana wanakikundi, watu tulikuwa ishirini. Ametuita pale, akatuuliza kwamba aliyemsainia huyu ni nani? Kwa sababu hairuhusiwi kazi ya mtu kusainiwa. Akisainiwa maanake ni kwamba aidha mwenyewe asema aliyemsainia. Sasa na yeye akujua kwamba nilisainiwa na nani yeye anachojua ya, ya, ya kwamba nilimwambia mwenyekiti sitakuja. Kwa hiyo mwenyekiti akajua namna kufanya, weza alitafuta somebody kumsainia au alifanya chochote kitu, basi wakazunguzana na rektar na uko baadaye. Siku ya mwisho rektar akaamua sasa grupu lote atuite akatuuliza aliyemsainia, na ikishindikana group lote tunapunguziwa alama, manake tukariri mwaka, manake mwaka uliofuatia ilibidi tungeenda kwenda kufanya ile kozi wanaita ku carry over, kuirudia ile kozi sasa. Baada tukiwa hapo sasa, ukaangalia neno mbadala au niaba. Yule jamaa, baada ya lekta la kutoa alama za wana group wote, akasema kwamba samahani, mimi ninaomba nibebe mzigo wao, hawa waache, kwa sababu mimi ndiye niliyesainiwa. Naomba mimi niwe na makosa yote, halafu hawa ya mimi makosa yao yote yasamehewe waingie kwenye mtihani, washi, washikelishwe mwaka mwingine. Akabeba ule mzigo, kwa hiyo the weight replacement, manake ni mtu ambaye anakubali kubeba gharama, hata kama ni ya mauti, hata kama ina mtawa uhai, anakubali kuibeba. Neno ni apa, sio jambo la kawaida. It's very sensitive agenda. Neno niaba sio jambo la kawaida. Na ndio maana niaba watu wengi hatuwezi kaifanya. Hata kama una mke wako, mme wako hawezi ukauma kwa ajili yake. Chukulia mfano mke wako wako, watoto wako unawapenda, anauma unaweza ukamwambia ninaomba niumwe kwa ajili yako. Ndio maana neno niaba, tofauti na hapo, utamwambia tu bwana akuponye na kumtafutia dawa, lakini you can never uwezi ukachukua kitu ambacho anacho yeye ukajivika mwenyewe ili yeye awe wa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno ni aba maana yake ni vile kwamba ni, kwa ni, ni, ni, ni mbadala au chochote ambacho kinasimama kwa ajili ya kitu fulani. Na kwa nini kisimame kwa ajili ya kitu fulani? Kwa sababu kilichotakiwa kisimame pale basi kimeshindwa, na kwa sababu kimeshindwa, hakiwezi kikakosekana kabisa, lazima ni aba itoke itokee na dunia hii niaba ipo na ni tena kukuonesha, who is our replacement. Na niambe ni replacement wa dunia yote, wa Amerika yote, wa Ulaya yote, wa bara la Asia lote, bara la Afrika na niambe ni replacement. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri uelewe sana neno ni aba, na leo najaribu tu kuesplori kuelezea udadisi juu ya maneno ya msingi kwenye kichwa chetu. Neno la pili neno la pili linamaanisha Yesu. Neno la pili linamaanisha Yesu, yaani tumesema niaba ni Yesu. Tuko pamoja, niaba ni Yesu. Sasa Yesu ni nani? Au Yesu ni nini? Unajua kuna changamoto kubwa katika hii dunia, hatujaelewa Yesu ni nini na Yesu ni nani. Hizi ni, ni vitu viwili tofauti. Who is Jesus and what is Jesus? Yesu ni nani na Yesu ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye nani tunatakiwa tujue kwa undani, na kwenye nini tujue ni nini maanake. Tunaenda kuangalia personality zake, maana tabia zake, uwezo wake, majukumu yake. Bwana Yesu asifiwe sana, lakini tunaposema ni nani, tunaenda kujua maana ya jina lake meaning of his name, maana ya hili jina lake, kwa sababu kuna shida, watu hatujaelewa hapa na tunaanza kuishi maisha ya shida, maisha ya kuogopa na maisha ya changamoto. Lakini ukishaelewa Yesu ni nini na Yesu ni nani, shwari. Kama ambavyo amesema, hakika umeshabadilika kuanzia moyoni, umeshabadilika kuanzia moyoni na Yesu akubariki sana. Ebu kama tunaelewana tupunge mikono ya matajiri. Neno la pili ambalo nasema, Yesu ni nani na Yesu ni nini? Bwana Yesu asikia. Tuande kwenye Yesu ni nani, lazima uelewe na, na cha kwanza lazima, katika moyo wako katika mtazamo wako unatakiwa umtofautishe Yesu na chochote. Jesus is not compared. Yesu sio sample a na b, then you compare them. Yesu hawezi akafananishwa Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu

hawezi kujibu, unatoa faraja Baba, mwanadamu hawezi. Haufanani na kitu, Yesu, haufananishwi. Hebu mwambia Yesu, haufananishwi, haleluya hau kwenye familia yetu, we mwambie Yesu, afananishi na kitu. Kwenye biashara yangu, we mwambie Yesu, afananishi na kitu. Kwenye huduma yangu, we aya, unafanya mambo, unafanya. Unafanya. Baba haufananishi. Haleluya, Yesu haufananishwe. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia maana ya neno Yesu. Na as we continue to go ahead tunapokuwa tunaendelea kwenda mbele, nitakwambia maana nini Yesu. Asubuhi leo natamani tu kwa udogo nikwambie nini maana ya Yesu. Sio nini Yesu. Tunaposema Yesu, Kiingereza neno J wao wanasoma ya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno Yesu linamaanisha Joshua au Yoshua. Na maana ya neno Yoshua au Joshua ni mwokozi au mkombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Linamaanisha ni mwokozi au mkombozi. Kwa hiyo ukisikia maana ya neno Yesu, linamaanisha ni mwokozi au mkombozi. Na waokozi na wakombozi wako wengi sana. Kwa mfano, ikitokea ajali ya majini, wanakuja wale watu wa majini kuokoa au kukomboa, na wanapokuja kukomboa, wanakuja wakiwa wana jina la wa, waokozi hata kama alikuwa ni mbunge au hata kama alikuwa ni nani, anaitwa mwokozi kulingana na shughuli ambayo anaenda kuifanya. Kwa hiyo mwokozi ni mtu au chochote kinachoenda kuokoa kitu fulani, na mwokozi anapokuwa anaenda, anaenda akiwa amejawa na upendo juu ya kile kitu ambacho kiko kwenye hatari au kitu ambacho tayari kimekwisha kupotea. Kwa hiyo mwokozi anapokuja, mwokozi haji kuokoa kitu ambacho hajakipenda wala kitu ambacho hakijawa kwenye thamani kubwa kama yeye ambavyo alitarajiwa cho. Ukisikia chochote, mtu anaenda kukiokoa, maana yake ni kwamba kilikuwa na thamani. Kwa mfano mtu akiwekwa rumande, akiweka anapo gerezani, anapoweka gerezani, yaani siku ya kwanza amekamatwa, labda muharifu anawekwa rumande, si anaitaka ni selo atakapowekwa pale lazima awepo mtu wakwenda kumpa zamana. Sasa anaposema kumdhamini, anaficha kwenye mabano neno linaloitwa ni mwokozi, he is going to save that one, anaenda kumwokoa kumwekea zamana, yani kujiweka yeye, ili huyu atoke nje kwa muda. Kwa hiyo ukisikia neno mwokozi, maana yake ni mtu ambaye anaenda kuokoa kitu ambacho kilipotea ambacho pia alikuwa na kipenda, na hiki kichwa hakina uwezo wa kujiokoa chenyewe. Utaenda kusoma maandiko matakatifu Luka sura ya pili mstari wa kumi na moja ambapo wachungaji walitokewa na malaika, anawaambia malaika akawaambia kwamba leo katika mji wa Daudi amezaliwa Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Lakini pia ukisoma Mathayo moja ishirini na moja maandiko yanasema ya kwamba atakaye waokoa wanadamu, kwa maana nyepesi ni watu. Kumbe tulikuwa tumepotea watu, kumbe tulikuwa hatuko kwenye mstari wa amani. Kwa hiyo mwanadamu anajua wake alikuwa yuko kwenye sehemu salama, lakini kumbe wanadamu tulikuwa tayari tuko tumeshapotea. Naomba usimame sasa, tuishie hapo. Naomba usimame tuishie hapo ambapo nimekuelezea vitu vya msingi, nimekuelezea maana ya neno mbadala, nimekuelezea maana ya neno Yesu kidogo sana. Jioni tutaendelea tena, nikukaribishe pia mama yangu dada yangu yangu na baba yangu kwa muda wa jioni, na hapa sasa tutaenda kujadili sana na tutaenda kuelezea Yesu ni nini na Yesu ni nani, na nikuombe sana ufike bila kukosana. Neema ya Bwana iwe juu yako na wote ambao tuko pamoja mtandaoni tutaendelea kuwa pamoja na neema ya Bwana itakuwa pamoja nasi. Naomba tusimame sasa, tumshukuru Mungu kwa ajili ya majukumu ya asubuhi. Sisi tunajua ni Wakristo, hatuna chakwama kwama, sisi ni siku ya nini? Siku zote sisi ni kazi, sipokuwa siku ya ibada, na Mungu atakuwa pamoja na sisi. Nitashangaa watu kabisa hapa wasiende kwenye majukumu yao, kufungua biashara, labda majukumu ya serikali, public businesses kama una public businesses usiogope kwenda kufungua biashara yako, usiogope kwenda kwenye kibanda chako. Hiyo ni compulsory, lazima uende, hauna siku maalum isipokuwa yes. Ni siku ya ibada yes. Basi tufike mbele za Mungu sasa na tena, kama juu ya wewe Mungu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, Mungu unayeishi, Mungu uliye mkuu sana, Baba, asante kwa ajili ya wazazi wangu ambao wa wako mbele yangu, Baba, wako mbele yako pia. E hey, Mungu lakini asante kwa ajili ya mimi Bwana ambaye umeniweka kwa ajili ya kazi yako Baba, sina lako Yesu Mwokozi kwa ajili ya majira haya Mungu, ninaomba utulehemu e Bwana aba ekukosea kwa kuwaza kuna kutenda e Bwana kumshukuru sasa Bwana Yesu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mwambie Yesu asante kwa ajili ya somo ambalo tumefundishwa habari ya neno mbadala na maana ya Yesu Kristo. Mwambie Yesu asante Bwana. Yesu ni halisia, Yesu siyo siori, Yesu ni halisia. Mwambie Yesu asante, asante kwa asubuhi ya leo ambayo ni njema machoni pako. Mwambie Yesu asante, Bwana. Mwambie asante kwa ajili ya kuniamsha asubuhi ya leo nikiwa mzima, asante kwa kuniamsha asubuhi ya leo nikiwa Yesu. Mwambie asante hata kwa ajili ya mume wako hata wako hata kwa ajili ya watoto wako, mwambie asante hata kwa ajili ya kazi yako. Na wote ambao wako online, tunaomba asante kwa Yesu juu yenu, tunaomba asante kwa Yesu juu yenu kila ambaye anasikia sauti ya mtu aliyenyikani kwa jina la Yesu, ninaomba baraka za Yesu ziwe juu yako na ushindi wa Yesu kae juu yako, na kila mishale ya rohoni ambayo inaachiliwa juu yako kwenye biashara yako asubuhi ya leo, kwenye kazi zako asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, ninaipangwa hiyo mishale, ninaipangwa hiyo mishale, iwe ni mishale ya moto, iwe ni mikuki ya moto kwa jina la Yesu naifanya mikuki hiyo ikae pawa wa jina la Yesu Kristo. Unapoondoka hapa, uondoke na moto wa jina la Yesu. Unapotembea, utembee na moto wa jina la Yesu. Na ndani mwako ninaweka wito na uchungu wa jina la Yesu, usije ukamwacha Yesu, usije ukamtenda dhambi wa jina la Yesu. Wote ambao mko mahali hapa, ninaomba kwa damu ya Yesu, mkalindwe na kubarikiwa mkacu na Yesu wakati yote neema ya Yesu kechu yenu. Atakayetaka kuaroga akafe mwenyewe ana akafata kwa ajari, maana amecheza na mtu ambaye amejuma na Bwana kuja hapa duniani kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Tumchapie Yesu makofi sasa, na Mungu akubariki Baba, karibu sana. Haleluya, haleluya, mchapie Yesu makofi na vigelegele eh. Ni wakati wa kutoa matoleo yetu, tutaenda kuimba nyimbo kwa ajili ya matoleo. Mkono wako ni mkuu sana, Mungu unaishi

Tukaombe kwa ajili ya matoleo. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya sadaka ambazo watumishi wako wamekutolea. Bwana, ukazibariki ukazitakase, zikafanyike nguvu na uweza katika maisha ya roho na mwilini, ukatuondolee kila vita shetani alivyo wamepanga mbele yetu, na wale ambao hawajakutolea Bwana, ukawazidishe na kuongeza na kupa neema katika kila ambacho wanatafuta waweze kukutolea katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Tuende na amani ya Bwana.